Bwana Yesu asifiwe. Ah, jina langu mimi naitwa Linda Wilson Batomayo Kimaro. Ah, kwa hayo ndio majina yangu. Mimi nimeolewa huku kwa ndugu zake, ndugu yake na Immanuel Lazaro, lakini asili yangu mimi ni, ni Mgweno wa wilaya ya Mwanga nikaolewa huku Machame kwa mtumishi wa Mungu huyo Wilson Batomayo Kimara, na mimi nimekuwa mtumishi wa Mungu kupitia e, ta kanisa hili kama mwinjilisti. Nilikuwa mwinjilisti tangu nikiwa e, binti mdogo tu kama miaka e, ishirini na moja baada ya kuokoka na nimekuwa naitwa jina langu kwa jina kwa jina la kwetu nyumbani Linda. Sikuwa naitwa Linda, nilikuwa naitwa nalindwa au narindwa kwa lugha na sauti ya Kipare basi lakini, nilipoanza huduma nilikuwa natumika na wamishonari wa kutoka Sweden na wengine baadaye kutoka Marekani, kama hao waliojenga kanisa na kuanza huduma hapa Arusha. Maana baadaye nilipoolewa, basi nimekuwa TAG, basi nimetumika nao, ndio sababu Ne, najitambulisha vizuri kwamba nilitokea wapo. Sikuanza huduma nikiwa nimeolewa na Mchungaji Wilson Batoma Kimaro, nilianza mwenyewe nikiwa mwenyewe na Mungu akanisaidia. Basi katika kuendelea, nikakutana na mtumishi wa Mungu uh, Immanuel Lazaro akiwa na kundi lake, wanahubiri injili mahali mahali mimi nikiwa nakaa na wamishionari wa, wa kanisa la Pentekost. Kwa hiyo hii, nilipopata mchumba mmojawapo katika wale wanaotumika na Lazaro, nikatumika na wazungu kutoka Kalifornia, wamishonari ambao wa kwanza wao ni huyo Paul uh, Bruton, ambaye wamishonari aliokuwa nao ndio tunatumika nao wakashindwa kuniita jina langu kwa asili, wakaniambia wewe tutakuita Linda, maana ni maana ile ile. Kwa hiyo ndio sababu naitwa Linda Wilson Kimaro. Eh, namshukuru Mungu sana kwa sababu nilimfahamu huyu baba na alikuwa mchung, askofu wa kanisa hili Uh, mimi nimejiunga nao mwaka wa sitini na bil, sitini na tatu nilipoolewa huku. TG, nilikuwa wa kanisa la Pentekoste la Swedish Free Mission ambalo Immanuel Lazaro aliwasahihisha kwamba wasiite kanisa Pentekoste ya Swedish ya Sweden, hawatapata kibali vizuri akawasaihishia waite kanisa la Pentecoste Tanzania, ndio sababu kuna FPCT. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kumfahamu huyu mtumishi wa Mungu akifanya huduma, na ni kama akanihimiza katika kuipeleka Injili, na yeye Emmanuel Lazaro tulimfahamu zaidi alipokuwa mwinjilisti. Baadaye TAG ilipoanzisha uongozi kama Tanzania Assembly of God, wakamchagua rasmi kitaifa kuwa askofu. Kwa hiyo Immanuel Lazaro ni askofu wa kwanza wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, na nashukuru kwamba mimi kama ni kikwetu kule Kilimanjaro na Arusha kwa wale ambao ni Wachaga, mimi ni mwali wake, lakini nikawa mtumishi mwenzake katika huduma ya uinjilisti. Na kumfahamu kwangu zaidi, nimemfahamu kwa sababu huyu aliyenioa ni, ni binamu yake aliyemwita kwenda kuongoza kanisa la kwanza la Moshi, akamwambia Mungu amesema uende Moshi. Ni Immanuel Lazaro kama askofu wake, bila kufikiri ujamaa au ndugu, basi tukaitika. Siku ya siku tukaenda Moshi kuongoza hilo kanisa la Kilimanjaro Revival Temple hapa. Ah, baadaye sisi baada ya kukaa pamoja tukamzoea, basi amekuwa akituambia au mwende mahali fulani au mwende mahali fulani. Ah, mume wangu Wilson Batomayo Kimaro alikuwa kwenye hilo kundi kama mchungaji huku akiwa kijana hajaoa. Walikuwa watu watano sita, yeye anakuwa wa saba yeye akamchagua yeye kuwa mchungaji wa hilo kundi la wainjilisti. Kwa hiyo katika kuwa mwinjilisti, nikawa nime tumepatana mwaka huo wa sitini na mbili, tumeanza uchumba sitini na tatu tukaoana. Kwa hiyo nikawa mke wa mwinjilisti na mchungaji hiyo ikanipa kumfahamu zaidi Emmanuel Lazaro kwa sababu zaidi ya ujamaa nimemfahamu katika huduma. Emmanuel Lazaro alikuwa mwinjilisti wa ajabu sana katika hiyo miaka ya sitini na sabini, ameimarisha sana hili kanisa kwa kuwa nime mfahamu na ninaelewa neno la Mungu, nilishaokoka. Kwa hiyo naelewa neno la Mungu. Alafu pia niliwasikiliza nili, nili, nili wahubiri wengine pia, nikamsikiliza ye zaidi kwa sababu hilo kanisa la Moshi la kwanza, Kilimanjaro, sisi ndio tumeliongoza, mimi na mme wangu na tumekaa na yeye Immanuel Lazaro. Yeye hakupenda kuwa mchungaji ila aliweka wachungaji mahali mahali, na zaidi machu, ma, wachungaji wa kwanza wa TAG sana ni wa Mbeya na Kilimanjaro. Wale wazee wetu wa Mbeya kulikuweko mzee ambaye alikuwa katibu wake wa msingi wa kudumu aliitwa Enoch Kameta ndiye alikuwa katibu wake mkuu wa kwanza. Na katika kufanya huduma na Emmanuel Lazaro, nikamwelewa zaidi, nikamfahamu zaidi, zaidi ya kuwa uh, binamu ya mume wangu, lakini kihuduma limwelewa ni mtu aliyekuwa na neno la Mungu la ajabu katika nchi, katika familia yetu katika jamaa ya, ya Watanzania na katika taifa. Ukweli, Immanuel Lazaro alikuwa na ujasiri wa ajabu, hatujapata na mimi nina ushahidi nina, kabla ya Immanuel Lazaro, hatujapata mwinjilisti aliyeleta neno halisi, injili kamili katika taifa letu, isipokuwa siku hizo za Immanuel Lazaro. Nilichaguliwa mwaka wa elfu moja mwaka wa sitini na tano kuchaguliwa kuwa mkurugenzi, wakati Immanuel Lazaro amechaguliwa na, na TAG nzima ya taifa. Baadaye amechagua viongozi wa wanawake, nikatumika kama miaka mitatu minne akachagua viongozi wa vijana viongozi wa wanaume imekuja baadaye miaka mingi kwa hiyo nilianzia mwaka wa 1966 nimetumika na TAG kama mkurugenzi wa WWK wa msingi au wa mwanzilishi kwa miaka 26 Ninajua kabisa uh, changamoto alizopitia Immanuel Lazaro. Kwanza ni kukataliwa na watu wake. Pili ni safari zake nyingi na wakati hakuna fedha zinazotolewa rasmi kama za mhubiri. Ni yeye mhubiri, ni yeye mchungaji, ni yeye mshirika. Kwa hiyo kanisa letu la Moshi lilijaribu kumsaidia baadaye kidogo, lakini safari zake zilikuwa nyingi. Mara yuko magharibi, mara yuko mashariki, magharibi, Mwanza na Tabora. Hata wakati fulani aliposema maneno fulani ya mtu kufunguliwa, kupona kabisa, watu hawakukubali. Kwa hiyo si wote walimkubali. Changamoto ingine ilikuwa ni kukataliwa, lakini baada ya muda mfupi wakasema, kama isingekuwa Mungu, huyu mtu asingeweza kuponya watu. Imekuwaje yule kiwete amesimama? Imekuwaje yule aliyekuwa na ugonjwa mbaya ameona? Mtu kipofu ameona? Kwa hiyo katika matendo makuu ambayo Mungu alikuwa anamtumia, yalikuwa yanamwezesha kupita zile changamoto. Immanuel Lazaro kama ninavyomfahamu ni kwa juhudi yake, alianza makanisa mbalimbali mbali. Alianza kanisa la Moshi Kilimanjaro akisaidiwa kidogo na wamishonari waliokuja. Baadaye ameshaanza kujenga kanisa dogo, lakini wakamtia moyo na baadaye kanisa la Arusha hapa mjini, kanisa la Arusha limchukua li nguvu nyingi, kwa sababu anasafiri na hajaweza kufahamiana na wajenzi ma wataalamu, lakini huyu ndugu Bruton Paul Bruton alimtia moyo sana, wakajenga naye hilo hili kanisa la Arusha alikuwa na mjenzi ambaye baadaye amekuwa mchungaji wetu wa siku nyingi, anaitwa Simon Malia ye yeah. Alikuwa fundi mm, kama injinia wa ujenzi. Kwa hiyo alimsaidia sana nyumba za chuo cha Biblia Ngaramtoni na pia kanisa la, kilima, la hapa Calvary Temple. Katika huduma yake mambo mengi yalikuwa yanawatatanisha watu kwamba ni mtumishi wa Mungu kweli. Aliomba na watu wenye ugonjwa ambao haujawahi kuponywa mtu bila hospitali, yule mtu akapona. Mtu alikuwa na kichaa, mara akawa na akili nzuri, akakaa vizuri, akasikiliza. Na alikuwa asikii, akasikia watu wakaanza kumwamini, hiyo ikafanya wengine wakamwamini na hata wale anaotumika nao. Alifanya kazi kubwa uh, zaidi ya kaskazini. Alienda kusini kule Mbeya, wachungaji waliokuwa kwanza kwanza kule Mbeya ambao walikuwa wanatumika na kanisa la Holiness Pentecost ambao walikuwa na wamishonari wao kule Mbeya kuna sehemu inaitwa kijijini kabisa kinaitwa Kigare, ndipo mahali watu wachungaji wa Mbeya walikuwa na missionary wao ambao watajwa Holiness Pentecost. Kwa hiyo uh, walimpenda sana Lazaro kuhubiri kwake na walifurahia kama mwenyeji Mtanzania angeweza kutumika nao kwa sababu aliona anaelekea kwenye uinjilisti zaidi, sio kama nilivyosema, sio kuanzisha makanisa. Kwa hiyo baadaye kukatokea kitu cha pekee sana. Missionary yule wa Pentecost wa kutokea kule hicho kijiji cha Kigari akaenda kwao Marekani, akaugua, akafariki. Sasa wale wenzake wanaokuja kusimamia kanisa wakakosa kibali cha kutosha kwa wale watu, wakawashauri wale wamishonari, tuna ndugu yetu huyu na huyu na huyu mwinjilisti, kwa nini tusingefanya utaratibu asimamie ah, ili kanisa liwe lake kama vile makanisa ya kaskazini yanavyotajwa TAG, na wao wakawa TAG yule mishenari aliyekuwa amekuja kumsaidia wakijua yule atapona arudi, akakubali kuunganika na wamishenari wetu wa Tanzania Assemblies of God. Basi wakatumika pamoja kwayo, ikawa kama kanisa linaanza kaskazini, kanisa linaanza kusini. Na mwaka uliofuata ndio uchaguzi wa kwanza wa Teji Emmanuel, akachaguliwa na hawa wazee wazee wa uko kusini, wanaheshima sana wao, wanamchagua tu mtu kuwa kiongozi, sio kwamba wamefanya uchaguzi, lakini wanamchagua wakishakubaliwa, na wazee wale wa zamani waliookoka, basi ni kiongozi wale, wale wazee wakamkubali Lazaro, na kuanzia hapo kanisa likawa si la Mbeya tu kusini au la Kilimanjaro tu na Arusha, likawa kanisa la Tanzania kwa hiyo tukatu akawa amesimamia makanisa ya, sims, ya, kanisa la tad kama la taifa. Alikuwa na maono makubwa sana ya kutaka nchi nzima watu waokoke, hiyo ya kwanza na ndio kilio chake. Aliona dini dini na wandugu na vikwazo vya upinzani ule, akaona laiti Tanzania ingeokoka wote. Maono yake makubwa ni kwamba Tanzania iokoke. mm. na alikuwa anasema Yesu yuhai leo kwa Watanzania wote, ujumbe wake ulikuwa hivyo. Na wakati fulani ye alikuwa kama mtu ambaye anaona katika maombi yake, alikuwa anaona malaika na anapata ujumbe fulani anauweka kwenye utaratibu wake wa jinsi atakavyotangaza, na wakati anaomba kweli watu walikuwa wanapona, na watu wakatambua huyu mtu hayuko peke yake, yuko na Mungu. alafu wale wazee wa Mbea wakamkubali, na uchaguzi ulipofanyika wa kwanza wakamchagua. Na nimemfahamu pia, mzigo wake mkubwa haukuwa Tanzania tu ulikuwa kuna wakati amehubiri ujumbe wa kuonya, akasema Tanzania itapigwa kwa sababu ya maovu yao, na Burundi nayo. Ujumbe wake ulikuwa unasema hivyo, wakaribu karibu wamesha uh, watu wameshamfahamu fahamu, na siku zetu hazikuwa sana na mitandao ya kuonyesha watu waelewe nani anasema wapi, mpaka aende pale. Na hata alienda Burundi, aliposema Tanzania itapigwa kwa sababu ya maovu yamezidi, akatamka na Burundi nayo. Kwa hiyo baadaye alipoenda huko, akawaeleza wale wa Burundi, mpaka hata kiongozi wa Burundi siku hizo alimsikiliza, uone watu wako waache njia hizi na hizi na hizi, ama watapata watapigwa na Mungu. Sijui kama kiongozi wa Burundi alikuwa huyo aliyeko sasa au vipi, lakini alikazana sana kueleza habari za wokovu kwa watu wake. Lakini ukisema kwa kiasi gani alikuwa na mzigo wa kazi ya Mungu hapa Tanzania kama ili kanisa lilivyo, alikuwa na juhudi sana kuwapeleka wa, wanafunzi chuoni chuo chetu cha kwanza hapa kaskazini cha Northern Province Bible College Arusha. Alikuwa anajitahidi na, na kuwaambia wachungaji pelekeni vijana chuo wasome, tuwatie moyo waanzishe makanisa alikuwa na juhudi hiyo kuwahimiza vijana, kuwahimiza wachungaji, vijana walio kanisani hata kama ni wachache, kuwapa fundisha jinsi ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo wengi wengi walitumika kwa ule mkazo wake wa kuwahimiza wamtumikie Mungu. Ujumbe naotoa kwa familia yao au yetu, kwa sababu mimi ni mmoja wa jamaa hiyo na kwa kanisa pia kitaifa na kieneo pia, ni kwamba tumtumikie, tujitoe kishujaa. Tunapojitoa kumtumikia Mungu, tujitoe kishujaa. Alikuwa anakaza sana akisema na wachungaji, jitoeni kishujaa, msikate tamaa, msiogope, kumbukeni timu ya Yesu alipenda sana kusema kuhusu timu ya Yesu. Kwa hiyo alikuwa anasema mpaka sasa, Yesu anahubiri kupitia sisi. Alikuwa na neno la kusema, Yesu yu hai leo. Yesu yu hai leo, mpaka sisi tuliookoka wote, kama tungeandika e, komenti fulani ya neno la Mungu, vijana kwa kwa vijana, wanawake kwa wanawake, tungeanza na Yesu yu hai leo. <laughs> na watu wengi walifurahia sana ile, mara nyingine wengine walimwita Yesu yu hai leo, yuko wapi, asiji huku kwetu akahubiri huko. Kwa neno lake kubwa ni kumsema Yesu kwamba yu hai hata sasa. Na pia ujumbe mwingine, alipenda sana kuwahimiza watu kumshuhudia Yesu. ukiwa na kanisa watoe watu wako nje wakahubiri, hakikisha wanawahimiza washirika wawe wahubiri, kwa sababu Yesu alisema katika njili ya Yesu ya kwamba kila mtu aliye naye mwana Yohana aliandika, anao ushuhuda. Kwa hiyo kila mtu aliyeukoka katika kanisa la TG alikazaniwa, kama ni mtu wa moga mmoga, alikazaniwa sana awe na ushuhuda mimi niliona kwamba kanisa limestuka kidogo kwa vile ameondoka, lakini kama kawaida ya yetu sisi kanisa la kiroho, lile neno lilivyohubiriwa walienda kwanza Masama kuona nyumbani kwao alikotokea. Maana aliishi anaishi Moshi, lakini nyumbani kwao ni Masama ambako ndiko kuna kanisa la msingi ambalo kanisa la e, uongozi wa TG unalijenga kwa upya na kubadilisha lile dogo ambalo lilikuwepo siku zile tukiadhimisha nini TG kwamba ilianzia hapo. Lakini watu walipopaona na wa, TG imeanza kujenga kanisa na kwa zuri kubwa limemeza ile sehemu ndogo. Kweli imetia watu moyo, watu wametiwa moyo, ingawa tumemkosa baba yetu na lakini, kwa sababu aliugua kwa muda kidogo, kwa kawaida tusingependa. Wale wa imani haba kidogo walishuka kidogo, kwa nini mtu aliyekuwa mtu wa Mungu mkubwa namna hii augue? hiyo ilikuwepo hata wakati mume wangu anaondoka, kwa sababu na yeye tulifanya kazi naye kubwa, wameanzisha makanisa na yeye kubwa, sehemu kubwa, na alinitia moyo kwa evangelist. Ule muda ambao Emmanuel Lazaro aliugua, ndio ulikuwa unawavunja watu moyo. Mtu asiye na imani imara anafikiria kwa nini mtu wetu mkubwa hivi wa kanisa kiongozi aguo tena. Lakini zile jumbe ambazo viongozi wa TAG wanatembea nazo na hasa jumbe la katibu mkuu wetu Joseph Mara, ameenda kule akaona kule kwa huyo akaona ni maeneo ya shujaa, akaenda akaona makanisa yake huku Kilimanjaro na Arusha, akaona bado ni kazi ya mtu shujaa, akaja akahubiri huo ujumbe kwamba ni Huyu ni shujaa aliyelala, sio kwamba ni mtu mdhaifu, na akatia watu moyo kwamba amemaliza kazi. Kwa hiyo kazi yake imemfanya watu wengi, hata wasiookoka wanaamini kwamba huyu alikuwa mtumishi wa Mungu. Maisha yake yalikuwa na mchango mkubwa kwa watu na pia kwa makanisa mengine. Mimi mwenyewe nilikuwa nimeanza kumtumikia Mungu nikiwa kijana sana. Ni kwa vile mtakaponiona vizuri mtaona mimi ni mzee. Lakini naona nilikuwa kijana kama hivi. Kijana kama hivi mwenye sura nzuri kama hii Yesu alinipa. Na nikamfahamu huyu mtu wa Mungu nikiwa kijana hivyo. Kwa hiyo nimechukua muda mrefu kumjifunza. Hata nimeona kwamba historia ya maisha yake inatoa sehemu au mchango mkubwa katika huduma yangu, kwa sababu hata sasa naendelea kumtumikia Mungu, ingawaje mimi ni mjane. Pia huyo ndugu yangu, huyo mume wangu, ni binamu yake na Immanuel Lazaro, askofu wetu mkuu wa kwanza wa msingi. Lakini huyu mume wangu ni mkubwa wake miaka minne mbele kwa hiyo alimtia moyo sana. Wakati mwingine alipohitaji neno fulani la kumtia moyo anapoenda katika uinjilisti mbali au karibu, alikuja kwa kwa ndugu yake Wilson Batomayo ambaye ni mtoto wa ndugu wa mama yake. Na maisha yake yametoa mchango mkubwa pia kwa wachungaji wetu wakati anaishi wakati anatumika, wengi ni kama walisema, tutakuwa kama baba yetu, tutahubiri injili kama baba yetu. Na wengine walikuwa wanakuja mara kwa mara kwake na kumsikiliza, hata akiwa mgonjwa kitanda. Kauli yake kubwa ni hiyo, lakini kubwa ni kutumika kwa bidii, usitumike kwa ulegevu. Alitumia sana maandiko kuu, maneno ya Mungu kwamba mtu ole wa mtu yule anayemtumia mkia Mungu. Mungu kwa ulegevu, usitumike kwa ulegevu eti kwa sababu upati kitu fulani. Uwe Mungu, m -m mvumilivu kila wakati. Alifundisha kudumu katika kumtumikia Mungu, kujitoa na kuwa mvumilivu na usikate tamaa. Kwanza alikuwa anafundisha ukikata tamaa unamwaibisha Mungu kwa sababu mitume wa Yesu kama si Yuda wote hawakukata tamaa, wengi walimfuata mpaka kufa kwake. Kwa hiyo msiogope, na ninyi wengine ambao mnawapeleka, hakikisheni kuna wenye kuwapeleka. Injili inasema watakwendaje wasipopelekwa. Injili pia inasema tuwapeleke wengine, tuwe waombee, tuwe na maombi m -m makundi ya kuomba ya kudumu. Alikuwa anatufundisha ni katika maombi tunaweza kumwona malaika, ni katika maombi tunaweza kusikia sauti ya Mungu, ni katika maombi tunaweza pia kupata uh, kipawa cha unabii, katika maombi ukaona Mungu anakuambia ukasemee kanisani au ukasemee kwenye kundi la maombi au ukasemee kwenye mkutano fulani, ni katika maombi. Kwa hiyo alikazia maombi.